Tumetembea, tukapita huko huko Mbweni tukaja tukafikishwa hapo e, Masaki karibu na Pantaleo pale, kuna kakituo ka polisi pale, tukafikiri wanatuingiza mle, wakarudisha gari wakaipaki kwa nyuma, na ile gari nyingine piti namba ngapi, alikuwemo RCO ambaye alikuja sasa na ile gari nyingine RCO. Alijitambulisha kama RCO wa Ilala, ikaja ikapaki mbele yetu ikabrok. Hasa baada ya ile mazingira na muda unaenda imefika saa saba wasaidizi wangu wakaanza kupiga kelele. Mnatu kwa nini mnatufanyia hapa? Mimi nitakiwa kumeza dawa niliandikiwa dawa tangu saa mbili nimeomba nitakiwa kumeza dawa saa nne. Hawajaruhusu niletewe dawa. Na hapo tukakutana pia na dereva wangu wamemwalesti. Kwa hiyo tumekaa pale ilipotokea kelele ikabidi tena waondoe hiyo gari. Wakatuondoa tukazunguka kama wameniambia wananipeleka polisi na hiyo ostali tukaenda kupaki Ostabei. Sasa Oster Bay ile ya zamani kwa huku kwenye kuna limwembe yale magari yakapaki pale, na tulikuwa tuna uwezo wa kuona. Tukasikia wanasema Mliro, kulikuwa na magari mawili meusi ambayo tunaambiwa moja VX alikuwemo Mliro. Kaenda wakajadiliana naye wakarudi, wakasema bana, tunakupeleka nyumbani. Nyumbani wapi? Kambia, sarasara. Wakawasha gari, tumeondoka kama tunaenda sarasara, inaelekea saa saa kumi, saa tisa, saa kumi tumevuka njia ya kwenda sarasara, tumevuka tumevuka nani eh, ile nini, ile Tegeta, tumevuka wazo, tumevuka Boko, tuna tuko sehemu inaitwa Bunju. Sasa tukaanza kuwauliza mnatupeleka wapi, gari linaelekea huko Nikawaambia watu wangu kwamba hawa watu wana malengo mabaya, wanasubiri liwe giza watudhuru. Mmoja wa mlinzi wangu akashika steling, gari iko 120. Kwao tukaanza kuyumba, nikamwambia shikilia, kama ni kudondoka tufie humu kuliko kwenda kuuawa na watu tunaowalipa kwao. Ikatokea vurugu vurugu, gari ikayumba, dereva yule alijitahidi, wakafanikiwa kusimamisha gari na katika mazingira yale mlinzi wangu mmoja akafanikiwa kufungua mlango akaruka, na msaidizi wangu mlimi akaruka kwa mlango wa nyuma, kwa sababu pale ile paniki ya gari kuyumba, na ile gari iliyokuwa mbele ya polisi ikawa imetuacha mita kadhaa, ambayo alikuwemo Chacha na dereva wangu. Kwa mazingira ya sisi labda pona pona yetu ni baada ya hawa mabwana wawili kushuka, na yowe ikapigwa pale, kwa sababu alisimama ili wawakimbize, lakini raia wakaanza kuongezeka kwa sababu nilikuwa namsikia msaidizi wangu anasema Heche yuko humo, anaenda kuuawa, saidieni. Watu wakaanza kukimbia kusogea pale, wakasema wakaona italeta vurugu, wakaondoa magari. Kwa nafikiri ndio pona pona yetu sisi katika mazingira hayo, wasitupeleke sehemu mbaya. Kwa hatukushushwa katika mazingira ya kawaida, ni baada ya watu ambao e, waliruka kwenye gari na kwa sababu wameisha kaa na wale watu kuanzia asubuhi mpaka mchana mpaka jioni, wangeweza kuwataja kwa majina kwamba tulikuwa na wewe na wewe na wewe. Ndio sasa polisi wakaamua wakatupeleka kituo cha polisi, wakapaki pale pale Mbweni tena pale kwenye msikiti, tangu saa kumi na moja mawasiliano yanafanyika huyu RCO, mpaka saa mbili usiku ndio wakatupeleka kituo cha polisi Mtongani, Kunduchi Mtongani kituo kadogo tu hivi wakatuchaji, wakatuambia wanatushtaki tushtaki kwa kosa la kufanya si kufanya mkusanyiko wenye vurugu, lakini kiinimacho